Mungu, nafikiri, alikuwa na sababu kubwa sana hmm. ya kumweka mwanaume alafu baada ya muda akamleta mwanamke. Alikuwa na sababu kubwa sana ya kufanya hivyo, kwa sababu alijua kabisa kwamba hivi ni vitu viwili ambavyo vinatimilishana. Ni kama ni kama Wachina wanakuaga na zile gundi ambazo uweze kuzitumia, lazima kuna baba na mama. Ni zote mbili, lazima uzichanganye hmm. ndo iweze kufanya kazi inavyotakiwa na ndio muhimili wa familia mm. kwa hiyo kwenye point ambayo Alex ameisema, e, ni kweli kwamba mara nyingi wanaume huwa wanapoteza dira kidogo, especially wanapokuwa wamepoteza e, wenzi wao mm. na sio kwenye kifo tu, hata kwenye kupoteza kikawaida kwamba umeifikia ume, ume kwenye hatua ya kwamba hamwezi kuendelea tena mbele mm. kwa pamoja mm. kuna vitu vingi huwa vina vinatokea mm-hmm. kuna changamoto nyingi huwa zinakuja na. yeah. Nafikiri kwa sababu tayari umetenganisha ume, ume vitu viwili ambavyo vilitakiwa kukaa pamoja mm-hmm. na kutimilizana, ku compliment each other. yes. yeah.